Ado siku chache tuelekee kwenye Christmas, hivyo basi njoo utengeze bajeti na mimi ya Christmas, elfu tatu kwa ajili ya chakula na bukujero kwa ajili ya juisi, let's go. Na bajeti hii ni kwa ajili ya zaidi ya mtu mmoja, kwa hiyo tuende zetu a viwili saizi, nachukua hapo, hamsini nalipa, vitatu na saizi saizi, naomba umchele nusu, lakini na saizi, bei gani? mia msii naomba basi mbili, usijali hii. Naomba mafuta ya kula ya mia tatu. Naomba naingia kwenye mfuko, vipaja viwili mwenye mia mbili tumemaliza bajeti yetu kwa ajili ya Krismasi jamani, na tumerudi na chenji ya shilingi hamsini. Napenda kuwatakia heri ya Krismasi, bye.